Mashujaa wa ukombozi na mashujaa wa utetezi na mashujaa wa kiimani hawazaliwi wakati wa amani, wanazaliwa wakati wa vita, wanazaliwa wakati wa mateso, wanazaliwa wakati wa utumwa, kwa sababu wao ndio wanaoleta amani, ndio wanaoleta ushindi, ndio wanaoleta ukombozi na ndio wanaoleta utetezi na kila wakati ambapo ushuhuda ukombozi na utetezi unakaribia kufika, huwa vita taabu na mateso huwa yanapamba moto, ili kujaribu kutafuta namna ya kuzuia ule ushuhuda ule ukombozi na ule ushindi usizaliwe. Hata hivyo wakati wa Yesu chinja chinja ya watoto wengi kwa mkono wa Herode haukuweza kumzuia Yesu kuzaliwa. Wakati wa Musa, chinja chinja na angamiza angamiza ya Farao haikuweza kumzuia Musa kuzaliwa na kuja kutimiza kusudi lake. Wakati wa Gideon, uharibifu na ukandamizaji wa watesi haukuweza kumzuia Gideon. Bwana na akupe neema, Bwana na akusaidie. Unapoona vita, unapoona majaribu, unapoona mateso, ujue wakati wa kuzaliwa kwa ushuhuda umefika. Kazana, kaza mwendo, usikate tamaa. Umezaliwa kwa majira kama haya na kwa wakati kama huu, na uko kwenye majira haya na kwenye wakati huu kwa sababu kuna muujiza umekaribia.